Lakini kwa upande mwingine tumezungumzia masuala ya utamaduni, na kama mnavyofahamu, lugha ni kiungo muhimu sana cha watu, lugha zinaunganisha watu vizuri, na tulikumbushana kwamba tulitumia Kiswahili wakati wa mapambano ya kutafuta uhuru. Sasa tuendelee kutumia Kiswahili kuunganisha watu wetu katika kuleta uhuru wa uchumi au maendeleo uchumi, lakini ya kiuchumi. Lakini linalotutia moyo ni kwamba kule Namibia chuo kikuu huria cha Tanzania na chuo kimoja pale Namibia wamekubaliana kuanza a, chuo kinaitwa ta chuo cha Trafant cha Namibia, tumekubaliana kuanza a, kufundisha Kiswahili kupitia chuo hicho, kwa hiyo. Kwa upande mwingine, tumekubaliana uh, kwamba na wenyewe waangalie uwezekano wa kukikuza Kiswahili, kwa sababu kwa sasa hivi Kiswahili kinatumika ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya uh, eneo la Kusini mwa Afrika kwenye jumuiya zetu, lakini pia kwenye Umoja wa Afrika na vile vile kimepata kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwao ni lugha ambayo hatuna budi kuikuza na kuitumia ipasavyo.